Najua pengine kama mwanamichezo kutoka Mwiyuz TV unatamani sana kumfahamu kocha uh, mpya wa Simba. Sasa nikwambie kwamba usikae mbali na sisi, lakini pia kocha huyu amekuwa ni kocha wa maajabu sana, ambaye eh, ameweka rekodi kadhaa uh, katika baadhi ya klabu ambazo ameitumikia. Kocha huyu anaitwa Steve Barker, ndo kocha mpya ambaye eh, uh, Simba wameweza kumsaini na kumtangaza. Uh, tarehe kumi na tisa Desemba mwaka ishirini na tano ishirini na sita. So huyu ndiye atayekwenda kuwa kocha mkuu wa kikosi cha timu ya Simba baada ya kuwa wameondoka makocha kadhaa kwa madhaifu ambayo wameweza kuona wanasimba wenyewe. Sasa usikae mbali kwanza, bonyeza neno subscribe hapo juu, uh, hiyo alama ya kengele ili uendelee kupata habari nzuri uh, kutoka Muyuz TV. Sasa emu twende moja kwa moja ni kujoze juu ya huyu kocha. Kitu cha kwanza, huyu kocha amekuwa na bahati sana, bahati sana. Kwa nini nasema kocha huyu amekuwa na bahati sana? Ni kocha ambaye amezaliwa uh, Disemba na amepata kazi Disemba <coughs> Uh, ni kocha ambaye amesema ni kocha wa makombe au ni kocha wa vitu vizuri, na katika klabu ambazo ametoka ameweza kuweka nishai kubwa sana eh. Kwa namna moja ama nyingine, ameweza kuacha nafasi kubwa sana na timu ambazo zimekuwa hazitamburiki. Yeye baada ya kuja amekuwa ni mwalimu mwenye njia bora, lakini pia mwalimu ambaye ameweza kuonesha ustawi wa juu sana wa, wa mechi ambazo wameweza kucheza aa, akiwa kwenye hizo timu. Mfano kwanza, tuende moja kwa moja, huyu kocha tumfahamu kiundani zaidi. Kwanza huyu kocha, kwanza anaitwa Steve Barker, ni kocha wa Simba kwa sasa, lakini pia al, amezaliwa mwaka 1967 Desemba mwaka tarehe ishirini na tatu na kumbuka vile vile uh, pia amepata kazi eh, Desemba <laughs> kumi <19. laughs> na tisa, ishirini na tano, ishirini na sita, yaani haipishani sana na tarehe yake kuzaliwa na mwaka na, na na mwezi wake wa kuzaliwa. So unaweza kuona kabisa hii ni, ni, tunu, ni tunu ambayo wanasimba wamepewa au wanasimba wamepata kwa kuweza kufanya kitu cha tofauti sana, maana sasa hivi mechi zao wote ndani na nje hawafanyi vizuri kabisa. Sasa huyu kocha kwanza, aa, kabla ya kuwa kocha alikuwa ni mchezaji bora, e, kiungo wa kati katika klabu ya tunaita Supersport United wakati wa utoto wake au wakati wa ujana wake na ametumikia uh, muda mrefu sana huko Afrika Kusini, na ameanza kuwa kocha mwaka elfu mbili na nane na ameongoza timu kadhaa eh, ameongoza timu kadhaa kwa namna moja ama nyingine, na hizi timu ameweza kuzipa jina kubwa sana uh, na ameweza kuzifanya ziweze kusikika. Moja naweza kusema kwamba Amefundisha timu kama tatu mpaka for this time. Timu ya kwanza ameifundisha huko Afrika Kusini ilikuwa inaitwa University of, uh, of Pretoria FC uh, ambayo ameichua vikari, na hii timu ilikuwa iko iliku daraja la chini sana, lakini aliipandisha mpaka daraja la juu, lakini pia Uh, ameweza kuifundisha AmaZulu FC na timu ya mwisho ambayo amemaliza kuifundisha na amekaa kwa muda mrefu ilikuwa Stellenbosch FC ambayo, uh, alifika alifikisha timu hiyo championship, na ambapo timu hiyo sasa ilikuwa inapitia wakati mgumu sana, uh, wakati mgumu sana mpaka wanakuja kumpata huyo kocha, so inaonyesha kwamba hata Simba wenyewe kumpata huyu kocha inawezekana ni sehemu mojawapo ya kuanza safari mpya ya maisha ambayo ni mazuri. Kwa nini? Kwa sababu kwenye timu zote alizozifundisha Steve Barker uh, zimekuwa ni timu ambazo zimepoteza uh, mpila zimepoteza vyeo zi, zime, zimekuwa hazitamburiki na zinabezwa lakini yeye Uh, baada ya kufika katika timu hizo, basi ameweza kuzifanya ziweze kufanya vizuri na kucheza vizuri zaidi. So muda huu ni muda wa Simba kujivunia juu ya huyu kocha kwa sababu pia ni uh, anaviashiria vya, vya kwamba ni mtu ambaye mwenye bahati kwa sababu uh, mwaka aliozaliwa, mwezi aliozaliwa ndio mwezi ambao amepata kazi Simba. Lakini vile vilevile uh, tarehe, tarehe aliozaliwa E, tarehe 25 Disemba, e, amepata kazi tarehe 19 Disemba, yani ni vitu ambavyo havipishani, so hivi vinaweza vikawa ni mojawapo ya bahati ambazo anazo huyu kocha ambaye ni Steve Barker. So tuseme kwamba for this time ni wakati wa Simba kuweza kumpa nafasi. Unajua, pale Simba wana ile tabia ya kukupangia kwamba fanya hiki, fanya hiki, fanya hivi, usipofanya hivi tunakufukuza. sasa waache ule umimi waache vile vitu, wampe nafasi yeye aweze kufanya kile kitu ambacho yeye amekisomea, kwa sababu ni tunu yake na ni kazi yake. So ninaamini kwamba sasa hivi Simba umepata mtu bora, na Simba ambayo tulikuwa tunaijua wakati wa nyuma, for this time wao imekwenda kubadilika, ni itakuwa ni Simba mpya. So ni ni wakati ambao inabidi wamwache nafasi kocha aweze kuifundisha timu ya Simba. So endelea kuungana na Mwiyuz TV online, uh, bonyeza alama iliyoandikwa hapo neno subscribe, uendelee kupata taarifa za michezo kila panapo pambazuka. Lakini vile vile leo tuko na mchezo wa Manchester United pamoja na Aston Villa. Hu mchezo watu wamekuwa wakibeza sana wakisema manioni mbovu. Uh, Stone Villa sasa hivi ni mzuri, kwa sababu alimfunga alimfunga haseno. Sasa hemu tuzame dimbani na tukatizame kitakachoweza kutokea leo. Uh, ni sisi MWIYUZ TV online tupo na wewe everyday. Eh, karibu sana.